Wiki kama moja imepita, niliongea naye hapo nyumbani, alikuwa anataka kiwanja, anasema ile nyumba ya kwao ni nyumba ya familia, nyumba nini ya familia, alitaka apate eneo karibu na nyumbani hapa e, tukaishia pale, lakini huku nyuma alikuwa na nia fulani hivi kabla haya mambo yaliyotokea, baada kabla ya uchaguzi aliambia hivi, kwa sababu wale ni vijana wangu, kwa sababu baba tumemzika, mama tumemzika, walipata ajali wakati fulani na mama yake mdogo, na mimi ndo nilishughulikia haya mazishi yote ya ya mama mama, mama, mama, mama yake na na, na mdogo wake. Hii ajali ilitokea Dar es Salaam nilikwenda mwenyewe makaburini pale, mpaka tuka sehemu tena tena, aliniomba MC, aliniomba walau kaburi la mama yake na mdogo wake awe karibu. Sasa huwezi ukayapata pale, lakini kijana wangu yule ane, kweli tulipata yale maeneo, tulimzika mama. Aliumia sana, na lile kwa kweli lilikuwa linamtesa sana lile. nambia wasingekuja kwenye function ile kule, labda wasingekufa mm. lakini yale yakawa yamekwisha yale, ila hili la jana sasa ilikuwa gumu sana kwangu mimi kidogo, kwa sababu nawajua akina Roda kina wa wadogo zake hao. Hata jana ilipofika jioni, kwa mimi ilikuwa ngumu sana kumwona nani huyu mdogo wao wa mwisho anaitwa nani, lakini ilikuwa ni shida kidogo kuambia ni nini ambacho, kwa sababu kila wakiniona mimi wanalia. Ah, sasa nikasema hii nini ambacho kimetokea kwa kweli. Ile siku kwangu ilikuwa ngumu kidogo, ilikuwa ngumu. Sasa ilinipa e, wakati mgumu kidogo sana, sio mgumu kidogo sana tu sasa nikasema Roda, nitamwambiaje? nani huyu kaka yake mdogo ambao wako huko. Sasa wana um, make hatujapanga bado ratiba e, kuna kuna swala fulani la kaniambia la jinai uko e, polisi e, wakija wakija, ndo tutapanga ratiba sasa, ila ni mtu ambaye alikifika ima hapa hizi nyumba zote anazijua hizi anapita anapita anasalimia. Kuna kitu, natamani sana kufahamu. mm. Kwa kidogo tu. eh. Aliyekupa taarifa alikwambia Emma amefariki kwa mazingira. Mdogo wake mdogo wao wa, wa mwisho yuko pale kalala pale eh, mm, lakini aniambia tu mdogo wake wa mwisho Akapata mateso kabla ya fariki basi hivyo, hmm. Sikuzia mateso gani hivyo, ndio maana hata baada ya kuhoji wanakwenda. Niliuliza polisi wanaenda kufanya nini saizi, ungekuwa tumeshapanga ratiba kumsitiri kesho. Sasa nikasema basi tuache. Ndio maana unaona sasa hivi hatuna ratiba yoyote kwa ajili ya kumuhifadhi ndugu yetu. Wakirudi wale ndo tutajua tutajua nini ambacho kimefanyika, ila anasema alichoka mm, kwa maelezo ya, ya, ya, ya, ya mdogo wao wa mwisho pale yeah. Yeah. Sasa basi ndo tunasubiri, hatuwezi kufanya chochote sasa hivi hata ratiba hatuna eh, tusubiri labda watakapotoka, na wameniambia kwamba wakitoka kule watakuja kutuambia, ndo tutapanga ratiba sasa namna ya kumstiri ndugu. Uki ukipita hii barabara ya Dar es Salaam hii ya Dar es Salaam, ukifika Meriwa pale eh, ukifika Meriwa pale pale, hii njia ya kuingia huku, wao wanajua. Ukifika kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, shule ya Nuru, basi hapo ukiuliza, ni maarufu sana eh. Eh, kwa kina MC Pilipili, watakwambia kanisa la Roma, kanisa la Roma la Swaso, wanafika